Karibu sana kwenye kipindi chetu mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, kipindi ambacho kimekuwa cha baraka mno tunapozitazama kwa pamoja ahadi za Mungu kwetu. Tuko bado katika kitabu cha Mwanzo. Leo tumeifikia sura ya 28. Tutaanza kusoma mstari wa kumi, tuone habari nyingine hapa. Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani, akafika mahali fulani akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatwaa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi palepale pale. Akaota ndoto, na tazama, ngazi imesimamishwa juu ya nchi na mcha yake yafika mbinguni. Tena tazama, malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake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 kama ilivyokuwa ahadi kwa Isaka mtoto wake na sasa ahadi kwa Yakobo mtoto wa Isaka. Hii ilikuwa ni tabia ya Mungu kuwaahidi. Kama amemwahidi Ibrahimu, amemwahidi na mtoto wake Isaka, kama alimwahidi Isaka vivyo hivyo amemwahidi Yakobo mtoto wa Isaka. Lakini hapa kuna jambo jipya tunapata kuliona, lililoongezwa kwa Yakobo. Wale wengine waliambiwa nimekupa nchi hii, uzao wako utakuwa mkubwa, wataenea kila mahali na nini, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Maneno haya yamerudiwa hapa, lakini kuna kitu kingine kimeongezwa zaidi kwa Yakobo. Yakobo alikuwa mtoto wa Isaka. Katika wale watoto wawili, Esau ndio alikuwa mkubwa na Isaka na, na Yakobo alikuwa mdogo. Esau alikuwa mkubwa, Yakobo alikuwa mdogo. Hawa walizaliwa mapacha, lakini katika kubarikiwa alibarikiwa Yakobo, na mara tu alipobarikiwa Isa, Isa, kaka yake akataka ya kumuua, lakini wazazi wake wakamwambia, kimbia uende kule nyumbani kwetu kule Haran, tulikotoka kule Ibrahimu alikotokaga kule, nenda kule, jiponye nafsi yako. Basi akaondoka, alipoondoka jua likamchwea njiani, usiku ukampata, iko njiani anatembea iko mwenyewe. Biblia nasema akafika mahali fulani, akaona apumzike tu, maana usiku umeendelea sana. Basi akakaa chini, akatafuta jiwe moja, akaliweka, akalilalia, akaliweka kichwani, akalala. Biblia nasema akapata usingizi, na mara katikati ya usingizi, akaanza kuota na kuona maono iilia anasema akaona ngazi inashuka kutoka mbinguni, na katika ngazi ile kulikuwa na malaika wakipanda na kushuka ndani katika ngazi ile. Ndipo ghafla sauti kutoka mbinguni aa, ya Mungu sasa akamtokea akamwambia, Mungu akamjia akamwambia, na tazama, Bwana amesimama juu yake, akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka nchi hii uilalayo, unayo uilalayo, nitakupa wewe na uzao wako. Na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, na wewe utaenea upande wa magharibi, mashariki na kaskazini na kusini, na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Jambo analotaka uone la ziada zaidi hapa ni hili, na tazama, mimi nipo pamoja nawe Nitakulinda kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii. Tatazama, mimi niko pamoja nawe. Hii ahadi iko kwa Ibrahimu, iko kwa Isaka pia, lakini jambo lilioongezwa, nitakulinda kila uendako, nitakulinda kila uendako. Ehe, halafu nitakuleta mpaka nchi hii nayo ilala, kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia, nitakupa nchi hii. Kwanza anasema nitakulinda kila uendako, nitakulinda kila uendako, nitakuwa pamoja nawe. Halafu siku moja nitakuleta na kukurudisha katika nchi hii. Halafu anasema sitakuacha, hata nitakapokuam kufanyia hili jambo nililokuambia, sitakuacha, sitakuacha. Hii ni muujiza na ni ahadi ya kipekee na ya ajabu, kwamba kila uendako nitakuwa pamoja nawe, sitakuacha mpaka nitakapokufanyia yale nililokuambia. Sitakuacha mpaka nitakapokufanyia yale nililokuambia. Hii ni ahadi ya kipekee na ya ajabu sana kwa Yakobo ndicho kilichokuja kumtokea baadaye. Kama utapata muda wa kusoma, ndicho kilichokuja kumtokea. Alipotoka kule alikuwa tajiri mwenye mali mengi, akaenda akaimiliki tena nchi ya Kanani kama mtu mwenye jina kubwa, nafasi kubwa, na heshima kubwa na historia kubwa, na historia kubwa kabisa. Pendwa mtazamaji wangu, Mungu ameahidi wa kwamba atakuwa na wewe kila uendako, kila uendako. Sio tu ilikuwa kwa Yakobo, lakini kila mtoto wa Mungu, kila mtu ambaye ameshamwamini Yesu Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kila uendako, ahadi hii iko na wewe. Hatakuacha, atahakikisha amekulinda mahali pa kukulinda, mahali pa kukubariki atakubariki, mahali pa kuinua atakuinua mahali pa kuheshimika atakuheshimisha, mahali mbalimbali atahakikisha yuko pamoja na wewe. Kila uendako, utaenda wapi asiende na wewe? Kila utakapokwenda atakwenda na wewe. Hii ni ahadi ya kipekee, ajabu sana. Kwa hiyo, mpendwa mtazamaji wangu, usihofu kuhusu uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, upo bila kujali unapita kwenye maji mengi, kwenye bonde la mauti au mahali gani, yeye yupo na wewe, yupo pamoja na wewe, akulinde. Anasema, nami nitakulinda kila uendako. Ulinzi wa Mungu juu yetu ni wa ajabu sana, anatulinda kila tuendako, kila tupitapo, kila mahali anatulinda. Ulinzi wake uko ukitulinda. Ameahidi kumlinda Yakobo, ameahidi kuulinda na uzao wake yaani sisi wa imani, ambaye Yakobo baadaye huko mbele taona alibadilishwa jina na kuwa Israeli. Mungu wa mbinguni akubariki akusaidie, siache kumpenda na kumtumikia huyu Mungu na kumwamini na kumuishia, maana ulinzi wake kwetu ni mkuu ajabu. Wafalme hulindwa na majeshi na mabunduki na kuzungukwa na watu mbalimbali walinzi wengi, wa katika nyumba zao wameweka e, uzio ama ukuta na kuweka geti, na wengine wameweka na juu yake umeme kuwalinda. Lakini nakwambia ulinzi wa Mungu ni zaidi ya hapo, ni kiboko, ni zaidi ya hapo. Kuna atakaye atakayemshinda Mungu? Lakini ulinzi wake ni imara, ni imara, ni imara Mungu akubariki akusaidie, siache kumtegemea, siache kutegemea ulinzi wake. Ni wa ajabu. Nafahamu ninachosema, nafahamu alikonipitisha. Nafahamu kwa hiyo, usiogope, usiogope, na wewe usiogope. Hata mimi sasa siogopi, najua ulinzi wake kwangu ni mkubwa. Mungu wa mbinguni awe upande wako. Tukutane kwenye kipindi kinachokuja. Siache kuniunga mkono kwa kusubscribe na comment katika akaunti yangu ya MHAE TV. Tane wakati huo, kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ubarikiwe sana, Amen.